Tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwenye novena ya huruma ya Mungu siku ya pili, ikiwa leo ni Jumamosi kuu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uji Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho tutende tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu amina. Sala ya kutubu. Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu, kwani ndiwe mwema, ndiwe mwenye kupendeza, wachukizwa na dhambi. Basi sitaki kukosa tena, nitafanya kitubio Naomba neema yako nipate kurudi. Amina. Nia za novena ya leo siku ya pili. Maneno ya maneno Mwokozi, leo niletee mapadri wote na watawa, uwazamishe katika kilindi cha huruma yangu isiyo na mwisho. Ni wao hasa walionipa nguvu ya kuwekeza kuyavumilia, kuweza kuyavumilia mateso yangu makali mno. Kwa njia yao kama vile mifereji huruma yangu humiminika na kuwatirikia wote. Tuwaombee watawa wote wanawake ili wadumu kiaminifu katika utumishi wao na wakifu wa maisha yao kwa Yesu Kristo, bwanaharusi wao. Ee hey Yesu mwenye huruma tele, kwako hutoka mema yote. Uwazidishie neema yako watawa wanawake waliojitolea na kuwekwa wakfu katika utumishi wako ili watekeleze utumishi wao kwa huruma na kwa jinsi inayofaa na kwamba wale wanaowaona na kuzishuhudia kazi zao bora waweze kumtukuza Baba wa huruma aliye mbinguni. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu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 kama mwanzo na sasa, na na sasa siku zote na milele amina. Tuwaombee mapadri na watawa wote ambao ni vyombo vya huruma ya Mungu. Baba wa milele, elekeza macho yako yenye huruma juu ya jeshi teule la wafanyakazi shambani mwako. Uzitazame kwa wema roho zao mapadri na watawa wote, uwajalie wingi wa baraka zako kwa njia ya upendo wa moyo wa mwanao humo ambamo wameingizwa. Uwape nguvu na mwanga ili waweze kuwaongoza wengine katika njia ya wokovu, na kwa sauti moja waihimidi huruma yako kwa nyimbo za sifa bila mwisho. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea Usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyoyasamea na sisi walio tukosea, usutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike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 sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema ya Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema ya Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa Maria Mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Na sadiki kwa Mungu baba mwenyezi, muumba mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristu mwanaye wa pekee, Bwana wetu, aliyetungwa kwa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu baba mwenyezi, toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mili, na uzima wa milele amina. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu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 Utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu yeah Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu, na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo Utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristu, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristu utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristu utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhulumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhulumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhulumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhulumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhulumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhulumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungo mwanao mpenzi sana, bwana wetu Yesu Kristu, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unayeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu mtakatifu mwenye enzi mtakatifu unaeishi milele utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu mtakatifu mwenye enzi mtakatifu unaeishi milele utuhurumie sisi na dunia nzima. Litania ya huruma ya Mungu. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie, Kristo utuhurumie, Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Kristo utusikie, Kristo utusikilize. Baba wa mbinguni Mungu, utuhurumie. Mwana mkombozi wa dunia Mungu, utuhurumie. Roho mtakatifu Mungu, utuhurumie. Utatu mtakatifu Mungu mmoja, utuhurumie. Huruma ya Mungu iliyo sifa kuu ya muumba wetu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo kilele cha ukamilifu wa Mwokozi wetu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo upendo usiopimika wa Roho Mtakasa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu fumbo lisilofahamika la Utatu Mtakatifu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo ishara ya uwezo mkuu wa Mungu Mwenyezi, tunakutumainia huruma ya Mungu iliyofumbuliwa katika kuziumba roho za malaika wa mbinguni, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotuumba na kutuamuru tuwepo bila kutokana na chochote, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotujalia maisha ya kutokufa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotukinga na adhabu tunazostahili, tunakutumainia Huruma ya Mungu inayotuinua tutoke katika taabu, unyonge na maumivu ya dhambi zetu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotufanya wenye haki katika neno aliyejifanya mtu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyofurika inayofurika kutoka katika majeraha ya Kristu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayobubujika toka ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotupatia Bikila Maria mtukufu awe kwetu mama wa huruma tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyoonyeshwa katika kuanzishwa Kanisa Katoliki tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayopatikana katika mafumbo ya sakramenti takatifu tunakutumainia huruma ya Mungu inayotolewa kwa wanadamu wote kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na kitubio, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa katika sakramenti ya ekaristi na upadrisho, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayoonyeshwa kwetu pale inapotuita na kutuingiza katika kuwatakatifuza wenye haki, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotimilika katika ukamilifu wa watu watakatifu, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu chemchemu ya afya kwa wagonjwa na wote wanaoteseka, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu iliyo faraja ya wote wenye uchungu moyoni, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu iliyo tumaini la roho zinazosumbuliwa na mkato wa tamaa, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu iliyo mwenzi wa daima na popote wa watu wote, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayowahi kutuletea neema zake, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo amani yao waliokufa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo burudisho na faraja yao marehemu atoolani, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo furaha ya mbinguni kwa watakatifu wote tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo taji la watakatifu wote tunakutumainia. Huruma ya Mungu, chemchemu ya miujiza isiyokauka, tunakutumainia. Mwana kondoo wa Mungu uliyetuonyesha huruma yako kuu katika kuikomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu, utusamehe e Bwana. Mwanakondoo wa Mungu uliyejitolea kwetu kwa upendo na huruma katika kila adhimisho la sadaka ya misa takatifu, utusikilize e Bwana. Mwanakondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia kwa njia ya huruma yako isio na mwisho, utuhurumie. Bwana utuhurumie, Kristo utuhurumie, Bwana utuhurumie. Huruma anana za Bwana zi juu ya kazi zake zote. Huruma za Bwana nitaziimba milele. Tuombe. E Mungu, uliye na huruma isiyo na mwisho na hazina za wema na upendo wako hazina mipaka, tunakusihi tutazame sisi watu wako huku duniani na kutuongezea huruma yako tena na tena, ili tusaidie tusije tukakata tamaa hata mara moja, haidhuru tukumbane na majaribu makubwa kiasi gani, bali tuweze daima kuzielekea na kuzishika amri zako kwa matumaini na kuzitimiza na kutimiza mapenzi yako matakatifu ambayo ndiyo huruma yenyewe. Tunaomba hayo kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, mfalme wa amani na huruma, aishie na kutawala nawe na Roho Mtakatifu kwa pamoja, mkituonesha huruma daima na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Atukuzwe Baba na Mwana na na na Mwana Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Nakushukuru na kwa kuwa pamoja nami katika novena hii ya siku ya pili, novena ya huruma ya Mungu na nakutakia usiku mwema na kutakia pasaka njema. Siku ya kesho tusherekee salama, tukutane pia jioni kwa ajili ya siku ya tatu. Tumsifu Yesu Kristo.